Mbele yao, Mheshimiwa Rais, ni pale Commander Superintendent of Police ambaye pia ni Director basic, basic training katika chuo hiki, Bwana Abraham Kemboi. Anafuatwa kwa umaridani na pale Adjutant ambaye ni mkufunzi wa somo la sheria katika chuo hiki, chief Inspector Samuel Otiro, akifuatwa nyuma kwa umaridani na pale alisema ambaye simuhiebali ni Senior Sergeant Humphrey Etia. Vile vile mheshimiwa rais, kikundi cha kwanza kikiongozwa naye Odeke Francis, kikundi cha machifu na manaibu wa chifu wakipita kwa mwendo wa ase ase, lugha ya kimombo ikijulikana kama slow march. Kikundi cha pili mheshimiwa rais, kikiongozwa naye William Wandera

leyao wamweshimiwa rais ni parade commander, superintendent of police, ambaye pia ni direkta wa basic training katika chuo hiki, bwana Abraham Kemboi. Anafuatwa kwa oh umanidani na parade adjutant ambaye ni mkufunzi wa somo la sheria katika chuo hiki, chief inspector Samuel Mtina, akifuatwa nyuma oh kwa umaidani na parade alisem Vilevile, mheshimiwa rais, kikundi cha kwanza kikiongozwa naye Odeke Francis, kikundi cha machifu na manaibu wa chifu wakipita kwa mwendo wa haste haste, luga ya wa kama slow motion. Kikundi cha pili, mheshimiwa rais, kikiongozwa naye William ane